Simba na mimi nimemwambia Ahmed Moroko ni kocha wa national team ameifikisha national team kwa tu hatua ya robo finali so kocha wa kawaida kawaida makocha wamepita wengi wenye mapofawi makubwa lakini wameshindwa kuipeleka timu hatua ya robo finali walikuwa wanaishia hatua za kawaida na wengine waliishia hatua ya makundi miaka ya 80 kwa hiyo yeye pekee ameweza kuipeleka timu hatua ya robo finali naamini kuja kwake Simba ni sehemu kubwa inaweza kutengeneza CV zaidi na kweli leo ameonyesha akiwa na Selman Matola Velon ameonyesha pale kitu yao uwanjani tumeona boli leo imetembea Leo boli imetembea, imetembea. Nimefurahi hmm. Boli imetembea pamoja na ndugu zetu, wana changamoto ya baadhi ya wachezaji wao kuto kuwepo kwenye kikosi chao, manake kwenye benchi walikuwa watu wawili tu, na nimeona wakifanya sabu moja tu pale, nyingine ikiwepo kama ya dharura kama mtu atotokea na emergency ili wamalizie, lakini wamecheza mpira vizuri na wameweza kupunguza idadi ya magoli. Walikuwa wanafungwa magoli kuanzia manane na kuendelea, lakini wamepunguza idadi ya magoli, wamefungwa goli tatu kama wenzao walivyofungwa, ambao wana kikosi kamili. Mimi niwapongeze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 ya Jonathan Soa amefungua kaunti yake mabao, na ameonyesha mchezo mzuri sana. Kipindi cha kwanza hakuwa bora hivyo, lakini kipindi cha pili amerudi akiwa na confidence kubwa, amejiamini kwa sababu kapewa nafasi na, na, na nimeona amefanya kitu kizuri. Nimpongeze Ahmed Moloko na, na Suleiman Matola kwa kumpa Jonathan Soa dakika tisini za jasho na damu. Naamini katika mchezo wa siku ya Jumapili Simba wataenda kutoa dozi kubwa zidi ya Gobaroni United kutoka pale Botswana. Tujiandae kuchukua dozi kubwa kutoka pale Botswana. Ndugu zao walikula goli sita msimu uliopita, hawa wanaenda kula goli nane. Mlikuwa mnasema MVP MVP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 Mapema tu asubuhi ameanza kufungua akaunti yake. Ah, pakome, pakome wewe mchezaji wa mizizi tu imamu au yeah. mapadili yeah. afunge zidi ya Simba, lakini niwaambie tu kuanzia mwezi wa kwanza 2026 tunaenda kwenye namba inaogawanyika wakawa wakijua wale wote wasimamia kucha Simba inaenda kurudisha mataji yake msimu huu Simba, yeah. inaenda kurudisha mataji yake. Na wale wanaoibeza Simba haitoenda makundi, wabaki na Usmani Bey yao, kama watatoboa makundi Usmani Osmanibei, wameshinda wame jana, wenyewe wanalalamika. Yani, wameshinda akiwa wanalalamika. Umepata matokeo afu unalalamika, timu imecheza mpira unalalamika nini? Si ndio mlo wasajiliwa leo? Anaaminiwa Azizi Ndamwile kuliko Konte, maana yake hawana jipya. Sasa tukae tukutane kwenye makundi. Kwenye hatua hizi watapita, lakini kwenye hatua makundi, baba, hawatoboi wale na Osmanibei. Yule Usman Bey, wachezaji wanajituma kwa uwezo wao binafsi, hakuna mbinu ya kocha pale. Lakini Morocco siku mbili mazoezini, leo umeona boli inatembea. Kwa kocha hakuna kitu, hamna kitu mule Usman Bey yule. Yule anaondoka hadi Krismasi hapa. Yeah. Tunza maneno yangu. Wa Wanashinda lakini hawaridhiki. So wenyewe jana nimeona wanafanya mahojiano wanalalamika. Yeah. Wanasema wamepigwa kwa kina Kante mule. Yeah. Wamepigwa. Sasa sio kupigwa. Yeah. Wataangukiwa na mvua ya mawe bali. Hamna timu mule msimu huu. We, Wewe. Sasa wachezaji wanachezea kwa ajili ya uwezo wao. Ukiisha uwezo wao, mbinu mm, na maarifa zikiisha kuna nini? Kocha watapata matokeo. Kocha kijana, kocha kijana wapi Osmani Beli, hamna kocha mule. Wow. Kocha anahangaika una magoli matatu kibado anahangaika. Wow. Leo umemwona wow. Morocco anahangaika. Wow. Wow.